Katika wiki hii hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza imezidi kuwa mbaya kufuatia mashambulizi makali ya kijeshi yanayoendeshwa na Israel. Mashambulizi haya yamesababisha vifo vya maelfu ya raia, huku jamii kima ya kimataifa ikielezea wasiwasi mkubwa wa kutishia kuchukua hatua dhidi ya Israel. Mashambulizi ya anga ya Israel yamesababisha vifo vya angalau watu 74 na wakiwemo watoto 22 katika maeneo mbalimbali ya Gaza. Mashambulizi haya yamelenga nyumba za familia na shule zilizokuwa makazi ya wakimbizi na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 50. Tangu kuanza kwa mzozo huu mnamo Oktoba mwaka 2023, zaidi ya wa Wapalestina elfu sitini wameuawa, wengi wao wakiwa raia na zaidi ya laki moja ishirini na moja wamejeruhiwa. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa watoto wachanga elfu kumi na nne wako katika hatari ya kufa ndani ya saa 48 kutokana na ukosefu wa chakula na dawa. Israel imepunguza kwa kasi kubwa idadi ya malori ya misaada yanayoingia Gaza kutoka wastani wa malori 500 kwa siku kabla ya vita hadi malori tano pekee kwa siku. Nchi kama Uingereza, Ufaransa na Kanada zimeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi haya na zimeonya kuhusu uwezekano wa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya Israel ikiwa haitasitisha mashambulizi na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Umoja wa Ulaya pia unajadili upya makubaliano yake ya ushirikiano na Israel kutokana na ukiukwaji wake wa haki za binadamu. Hali ya kibinadamu Gaza inazidi kuwa mbaya kutokana na mashambulizi ya Israel yanayolenga maeneo ya raia na kuzuia misaada ya kibinadamu. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kutoa wito wa kusitisha mashambulizi na kuruhusu misaada kuingia Gaza ili kuokoa maisha ya maelfu ya watu wasio na hatia.